Mimba ina mwezi mpaka mimba ina miezi tisa, hakuna aliyewahi kujua. Kweli tunalea watoto hapa, nyie walimu, hakuna aliyewahi kujua? Basi siku hiyo mtoto imekuwa hasa ndo anauma uchungu, anapelekwa mpaka hospitali. Huyo anayempeleka yani al, alikuwa wapi yani hata kujua kabisa kusensi huyu mtu? Kweli hata kama mimba, kuna mtu anapata mimba haionekani kweli Unaenda umekaa kwenye benchi la wagonjwa, unasubiria mgonjwa wako, ameenda chooni, anakuja mtoto analia, amejifungua, kwamba umembeba wewe. Ni matroni au we ni nani? Hujawahi kujua kabisa? Tunalea watoto hapa, yaani mwalimu mkuu wewe hapa siku zote hapa una, una makamu wako wawili siku zote hapa hata una matroni. Siku zote hapa yupo mwalimu wa nidhamu. Hamjawahi ku interact na huyo mtoto? Yani hamjawahi kukutana naye kabisa katika namna yoyote? Mwalimu wa darasa hujawahi hata kujua kabisa, huyu binti huyu mbona ana tatizo hivi? ni nani unaweza ukamweleza hilo jambo akakuelewa? Nyinyi wote watu wazima hapa huyo mtoto, mimba haijaharibika ya miezi minne, ya miezi tisa iliyokomaa. Mtoto amekomaa kabisa na kilo za kutosha, hakuna aliyowahi kujua. Na huyo binti kwa maelezo yake anasema mimba wakati anatoka Biharamulo kwenda kuchukua cheti chake Karagwe, Bukoba, alichelewa gari kupata gari pale Karagwe, ikafika jioni, hana hela ya kwenda kulala ili apande gari asubuhi yake akapata bodaboda akampeleka gesti, huyo bodaboda akamlipia gesti, usiku akarudi kulala naye, ndio akaipata mimba kwa maelezo yake. Sasa RPC tusaidie, tusaidie, tumpate huyu bodaboda huyu na tutampata, anamjua na ana ana mawasiliana naye, tumkamate aje kujibu kesi. Hatuna shida na mtoto wetu, mjukuu wetu tumempokea, lakini huyu aliyemsababishia matatizo haya asasa lazima, lazima tumwajibishe lakini pia inawezekana pia anadanganya, mm -hmm. ila ametaja mtu mwingine aliyewahi kutembea naye mm -hmm. huyo naye tumkamate, tupate DNA, tutapima kati ya yule bodaboda -boda na huyu kuku. Lazima watu wajue kwamba huyu ni mwanafunzi aheshimike na heshimiwe. Kuna wanaume kama watatu hivi, hao wote tutawakamata wote, ambao ametaja aliyewahi kutembea naye mm -hmm. tupime, mtoto yupo, tutapata DNA, wataalamu watatuambia huyu mtoto ni wa nani, ili tumsaidie lakini la tatu, afisa elimu, huyo binti hatuna tatizo naye na hana matatizo arudi, aendelee na shule. Kuna shida gani? Arudi haraka iwezekanavyo, na bahati nzuri analia na ndio maana alizaa mtoto akamtupa, anaogopa asikuze shule, maanake anahitaji aendelee na shule. Hata huko aliko, anatamani arudi aendelee na shule. Kwa hiyo arudi, amwachie mtoto bibi yake, sawa? So, sawa so. haraka tu iwezekanavyo, akirudi niambie, nije nimwone.